Ndugu wa Tanzania wenzangu, hususan wana CCM, napenda kuwajulisha kwamba mnamo tarehe moja mwezi wa saba, ambayo ni siku ya Jumanne, nitakuwa mjini Dodoma kuchukua fomu za kugombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Na wengine wanaweza kusema ah, mbona hilo zoezi la kumpata mgombea kupitia CCM lilikwisha kukamilika? Naomba nirudie kusisitiza kwamba mimi ninachokwenda kufanya ni kutimiza takwa la kikatiba la Chama cha Mapinduzi ambalo linaagiza wanaotaka kugombea nafasi ya urais kupitia CCM kile kifungu cha mia moja na mbili na mia moja na nne wanakwenda kuchukua fomu na wanaingia katika mchujo. Zoezi hilo halijafanyika. Kile kilichofanyika Januari, kama nilivyosema mara nyingi ni kinyume cha katiba ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo hiki ninachokwenda kufanya sasa ni kufata katiba yetu ya chama na hata katiba ya nchi vinaagiza nini kuhusu anayetaka kugombea nafasi hiyo. Kwa hiyo, ni, ni kwa hiyo nitoe wito kwa wana CCM wanaotaka kugombea nafasi hiyo hususan ya rais wa nchi basi na wao wajitokeze ili tuweze kuimarisha na kudumisha demokrasia ndani ya Chama cha Mapinduzi. Lengo langu ni jema, na lengo hili litasaidia sio tu kukiimarisha chama, bali litasaidia pia kuimarisha demokrasia katika nchi. Naomba wana CCM wajitokeze hiyo tarehe moja ili kuniunga mkono na hata wakipenda kunisindikiza katika zoezi la kuchukua fomu. Nawatakia kila laheri wale wagombea wengine wanaogombea kwenye nafasi za ubunge na hata nafasi za udiwani. Tukatae tena, tukatae sana swala la kutoa rushwa kuchukua fomu za kugombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Na kumpata mgombea kupitia CCM lilikwisha kukamilika. Naomba nirudie kusisitiza kwamba mimi ninachokwenda kufanya ni kutimiza takwa la kikatiba la Chama cha Mapinduzi, ambalo linaagiza wanaotaka kugombea nafasi ya urais kupitia CCM kile kifungu cha mia moja na mbili na mia moja na nne wanakwenda kuchukua fomu na wanaingia katika mchujo zoezi hilo halijafanyika kile kilichofanyika januari kama nilivyosema mara nyingi ni kinyume cha katiba ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo hiki kinachokwenda kufanya sasa ni kufata katiba yetu ya chama, na hata katiba ya nchi vinaagiza nini kuhusu anayetaka kugombea nafasi hiyo? Kwa hiyo ni, ni kwa ni nitoe wito kwa wana CCM wanaotaka kugombea nafasi hiyo hususan ya urais wa nchi basi na wao wajitokeze ili tuweze kuimarisha na kudumisha demokrasia ndani ya Chama cha Mapinduzi.